Na mjadala kuhusu siku 90 kwamba chama cha ACT Wazalendo kina siku 90 za kuamua kama aidha kitaingia ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa au hakitaingia, mimi niseme tu kwamba jambo hili ni la kikatiba. Serikali ya umoja wa kitaifa imeanzishwa na katiba ya ya, ya, ya, ya Zanzibar ya mwaka 84 na swala la kuwepo na kutokuwepo ni swala la katiba pia. Ufafanuzi tu niseme kwamba katiba yetu hii inatoa mazingira ma, makubwa mawili ya pale ambapo uh, kuna changamoto za kutokuwepo kwa serikali ya umoja wa kitaifa au kwa maana ya upande mmoja unaostahiki kuingia kwenye serikali haujaingia. Mazingira ya kwanza yanatolewa na ibara au kifungu eh, cha katiba yetu eh, kifungu cha 39A, kifungu cha 39A uh, thelathini na tisa capital A kinasema: kuachwa wazi kwa nafasi ya makamu wa kwanza wa rais. Kifungu hiki kinasema thelathini na tisa A moja endapo ndani ya siku saba baada ya rais kushika madaraka chama kinachostahiki kutoa makamu wa kwanza wa rais kitashindwa kuwasilisha kwa rais jina la uteuzi wa makamu wa kwanza wa rais rais bila ya kujali masharti ya kifungu cha 39 moja na tatu cha katiba atawacha wazi nafasi ya makamu wa kwanza wa rais na kuteua makamu wa pili wa rais. Na ndicho kilichofanyika kwa maana rais eh, baada ya kuingia baada ya kuanza uchaguzi uh, Dr Mwinyi alimteua uh, mheshimiwa Hemeli kuwa makamu wa pili kwa sababu chama cha ACT Wazalendo hakikupeleka juma la makamu wa kwanza lakini kifungu kinachofuata hiyo 39a mbili kinasema, kwa mujibu wa masharti ya kijifungu cha kwanza cha kifungu hiki cha 39a, rais bila ya kujali masharti ya 42 mbili cha katiba atateua mawaziri na kuacha wazi nafasi ya uteuzi wa chama au vyama vya upinzani. Katiba inaishia hapo, haisemi ataacha wazi kwa muda gani, na hichi kifungu ndio kinachosema kinachotoa mazingira kwamba baada ya kumaliza uchaguzi, yani ndani ya siku saba baada ya rais kupatikana, chama kinachotakiwa kupeleka majina ya makamo wa kwanza hakikupeleka, na rais atateua makamo wa kwanza bila ya kujali kile kifungu cha 42 2 kinachomtaka rais kushauriana na makamo wa kwanza kuhusu uteuzi wa mawaziri pamoja na ma mawaziri Katiba haisemi ni muda gani nafasi hizi zitajazwa, iwe ya makamu wa kwanza, iwe ya mawaziri wanaotoka upinzani. Sasa ukiangalia kifungu cha 42 a ambacho pengine ndio kinachohusishwa na siku 90 kinasema hivi: endapo makamu wa kwanza wa rais au mawaziri kutoka vyama vya upinzani watajiuzulu, pigia mstari hiyo, watajiuzulu au wataacha kutekeleza kazi zao kwa zaidi ya siku saba. Kwa hiyo kwanza wawepo hao mawaziri alafu wajiuzulu au wameacha kutekeleza majukumu yao. Rais bila ya kujali masharti ya kifungu cha 39 tatu, sio 39 a tatu, ni 39 tatu ambacho hicho kinazungumzia uwepo wa mawaziri wa upinzani na 42 mbili, ataacha wazi nafasi ya uteuzi wao, na iwapo nafasi hizo zitakuwa wazi kwa zaidi ya siku 90 rais anaweza kuteua mawaziri wengine kujaza nafasi hizo. Sasa kifungu hiki cha 42a tofauti yake na 39a 39a kinatumika 39 39 kina pale ambapo uchaguzi umemaliza, amepatikana rais, natakiwa nipelekwe jina, jina halikupelekwa, na mawaziri hawezi kuteuliwa kwa sababu hakuna consultation. Tofauti na kile kinamalizia, hakimalizii kwa kusema muda ambao hizo nafasi zitakaa wazi na kujazwa. Kifungu cha 42a ambacho ndio kinataja hizo habari ya siku 90, chenyewe kinazungumzia mazingira ambapo tayari una mawaziri yani, serikali ishaumbwa, lakini kuna mambo yanatokea labda wale mawaziri wa upinzani au makamu wa kwanza wa rais, aidha wanajiuzuru au wanaacha kufanya kazi zao kwa mgungu baridi au kwa sababu yoyote ile, rais ataacha, ataacha, atawapa muda kabla hajazijaza hizo nafasi. Sasa siku tisini zinazozungumzwa zinazompa uwezo rais kujaza nafasi hizo ambazo zinapatikana kwenye kifungu cha 42a hazitumiki na kifungu hichi hakitumiki kwa mazingira tulokuwa nayo, kwa sababu hakuna waziri kutoka upinzani aliyejiuzulu na wala hakuna waziri kutoka upinzani aliyeacha kufanya kazi zake, au makamu wa rais wa kwanza aliyejiuzulu au aliyeacha kufanya kazi zake. Kwa hiyo kifungu hiki hakitumiki kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo wote wanaofikiri kwamba ndani ya siku tisini ACT inafanya, inatakiwa icheze na deadline ya siku tisini. Nafikiri wana uh, waisome katiba vizuri. Katiba kwa mazingira tuliokuwa nayo haiipi pressure ACT kuamua ndani ya siku tisini. Nafikiri kwamba uh, uh, kwa mazingira tuliokuwa nayo ACT haina pressure ya kufanya kuamua ndani ya siku tisini mazingira ya ndani ya siku 90 yangewapa pressure ACT au chama chochote cha upinzani kinachokuwa ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa, kama ingelikuwa kwanza hao mawaziri wapo.